Mashirika ya kijamii na wadau wa maendeleo wameelezea wasiwasi mkubwa kuhusiana na bajeti ya mwaka wa kifedha wa mwaka elfu mbili ishirini na tano 6 ya kaunti ya Bungoma, wakisema kuwa haizingatii mahitaji ya mwananchi wa kawaida na inaonyesha dalili za kudhoofisha utoaji wa huduma muhimu. Katika kikao kilichofanyika katika ukumbi wa bunge la kaunti, ripoti ya hazina ya kaunti ilifichua kuwa kuna madeni yaliyosalia kulipwa ya takriban shilingi bilioni 3.8 tangu mwezi Machi. Hali hii imepunguza uwezo wa serikali kuwekeza katika maendeleo. Kwa mujibu wa bajeti hiyo, matumizi ya kawaida yamekadiriwa kuwa shilingi bilioni 9.2 kutoka kwenye bajeti yote ya bilioni 15.8. Baada ya madeni ya shilingi bilioni 3.8, fedha zinazobaki kwa maendeleo ni shilingi bilioni 2.8 pekee. Angazia hasa eh, kuimarisha maisha ya mwananchi wa kawaida. Ukipata kwamba kwa mfano eh, department ya afya, eh, bajeti ambayo eh, imewekwa inachanganya kidogo, sababu unapata kwamba bajeti ya kuangazia eh, mambo ya kupigana na kwa mfano tuseme neglected tropical diseases NTDs, eh, wameweka zero budget, na hiyo ni changamoto. Kwa mara ya kwanza kabisa tumeona ya kwamba uh, ule mgao kwenda katika, katika uh, idara ya afya umepungua kwa kiasi kikubwa. Um, hapo, hapo awali katika miaka ambazo zimepita uh, I mean, idara ya afya imekuwa ikipata mgao ya kwa um, hali ya wastani on average, um, 20, between 25% na um, asilimia 30, lakini kwa leo kwa mara ya kwanza tumeona asilimia kumi ambayo kidogo ni eh, hali ya kuhofia eh, jinsi eh, miradi katika idara hii itakavyotekelezwa.